Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuidhinisha vikwazo vipya dhidi ya Urusi vinavyolenga meli zake za mafuta kivuli ambazo hukodiwa nchi nyingine kusafirisha mafuta ya Urusi na kupiga marufuku uagizaji wa gesi asilia iliyoyeyushwa. Leo ni siku nzuri kwa Ulaya na Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa Denmark Lars Lokke amesema katika taarifa, wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya walikuwa wakikusanyika kwa mkutano wa kilele huko Brussels, Ubelgiji. Amesema kwamba vikwazo vipya vitaanzisha hatua mpya na za kina kuhusu mafuta na gesi, meli za mafuta kivuli na sekta ya fedha ya Urusi. Mfumo mpya wa kupunguza harakati za wanadiplomasia wa Urusi ndani ya nchi 27 za Umoja wa Ulaya pia utaanzishwa. Hatua hiyo inakuja siku moja baada ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kutangaza vikozo vipya dhidi ya sekta ya mafuta ya Urusi ambavyo vinalenga kumpeleka rais wa Urusi Vladimir Putin kwenye meza ya mazungumzo na kukomesha vita vya Urusi nchini Ukraini. Mapato ya nishati ndiyo msingi wa uchumi wa Urusi, ambayo Putin huitumia kumwaga pesa kwenye vikosi vyake vya kijeshi vilivyopo nchini Ukraini na vile vilivyo katika nchi nyingine, kuzidisha msukumo wa Ukraini wakati huu wa vita. Hatua mpya za umoja wa Ulaya karibu mwezi mmoja kuamua tangu kambi hiyo ya mataifa 27 ianze kuvutana kuhusiana na vifurushi hivyo vipya vya vikwazo kwa Urusi, ambapo mpaka sasa imeweka takribani vifurushi kumi na nane vya vikwazo dhidi ya Urusi kuhusu vita nchini Ukraini. Lakini kupata makubaliano ya mwisho kuhusu nani na nini cha kulenga kunaweza kuchukua hadi wiki kadhaa kukamilika. Makubaliano vikwazo ya vikwazo yameitiwa muhuri katika mkutano wa Alhamisi ya Oktoba 23 asubuhi, wakati mabalozi wa Umoja wa Ulaya chache tu kabla ya rais wa Ukraini Volodimir Zelenski kujiunga na wenzake wa Ulaya kwa mkutano wa siku moja huku wakishinikiza kusitisha vita inayoelekea mwaka wa tano hapo mwakani. Mkutano huo unakuja baada ya Trump kusema kwamba mpango wake wa mkutano wa haraka na Putin ulikuwa umesitishwa kwa sababu hakutaka iwe kupotezeana muda kama ilivyokuwa kule Alaska. Ilikuwa ni mabadiliko mengine pia katika juhudi za Trump za kusimamisha vita hiyo ya Urusi nchini Ukraini viongozi pia wana hamu ya maendeleo yoyote katika mpango wa amani wa Trump wa Gaza, na watajadili pia njia za kuweka kambi hiyo ya mataifa ishirini na saba ikihusika katika kesi hizo za Gaza na Ukraini. Umoja wa Ulaya ndio mtoaji mkubwa zaidi wa misaada duniani kwa Palestina, lakini hauna ushawishi mkubwa juu ya Israeli kama ilivyo Marekani, kwa sababu mataifa ya Ulaya yamegawanyika kuhusu jinsi ya kushughulikia migogoro ya duniani hususani Gaza pamoja na Ukraini. Wakati huu na umejitahidi kuchukua jukumu la matokeo maeneo tofauti tofauti ikiwepo kupanga mpango wa ujenzi wa Gaza mpya ambao unaratibiwa na Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya, wakati pia mataifa mengine ya Umoja wa Kiarabu yakipanga pia namna ya kuijenga Gaza mpya kwa kutoa misaada mikubwa, ambapo Umoja wa Nchi za Kiarabu unaongozwa na taifa la Misri sambamba na Saudi Arabia. Lakini jukumu lake katika vita nchini Ukraini, Umoja wa Ulaya ni wazi zaidi, na mkutano huo unafanyika huko vikosi vya Urusi vikiendelea kushambulia gridi ya umeme ya nchi hiyo iliyokumbwa na wakati hali ya hewa inapozidi kuwa ya baridi zaidi. Wakati Trump alipozungumza na Zelenski kuhusu kuachia sehemu yake ya ardhi na kubaliana na masharti ya Urusi mapema wiki hii, waungaji mkono hodari wa Ukraini barani Ulaya, ambao ni sehemu ya muungano wa walio tayari, wamesema wanapinga shinikizo lolote la kufanya Ukraini isalimishe ardhi iliyotekwa na vikosi vya Urusi ili kupata amani kama. Uingereza itaandaa mkutano wa wanachama wa muungano huo na zaidi ya nchi 30 siku ya Ijumaa Oktoba 24 kuangalia namna ya kumshinikiza Rais Putin kuacha vita nchini Ukraine. Kwa upande wa Umoja wa Ulaya, pia viongozi wanakusudia kusonga mbele na mipango ya kutumia mabilioni ya dola katika mali za Urusi zilizozuiliwa ili kusaidia kufadhili juhudi za vita vya Ukraini, licha ya baadhi ya wasiwasi kuhusu matokeo ya hatua hiyo, kama ambavyo Rais wa Urusi Vladimir Putin alivyotishia kwamba yeyote atakayegusa mali ya Urusi ni halali yake na atakutana na kichapo hajawahi kukutana nacho na atasimulia ni Putin alipozungumza, alipoulizwa kuhusu mali za Urusi zilizokuwa nje ya Urusi. Sehemu kubwa zaidi ya mali zilizozuiliwa zenye thamani ya takribani dola bilioni 225 zinashikiliwa nchini Ubelgiji, na serikali ya Ubelgiji imekuwa ikisita kuchukua hatari yoyote ya kutumia pesa hizo bila dhamana thabiti kutoka kwa washirika wake wa Ulaya. Bajeti ya Ukraini na mahitaji ya kijeshi kwa mwaka 2026-2027 yanakadiriwa kuwa jumla ya takribani Dola bilioni mia hamsini na tatu ambazo ni mahitaji ya vita sambamba na kuendelea kufanya maboresho kwenye maeneo muhimu ya sekta za mahitaji ya umma viongozi wa umoja wa ulaya pia wana uwezekano wa kusaini ramani mpya ili kuiandaa ulaya kujilinda dhidi ya shambulio la urusi ifikapo mwishoni mwa muongo ambapo maafisa wakuu wanaamini kwamba urusi inaweza kuwa tayari kulenga nchi nyingine ya ulaya ndani ya miaka hii mitatu hadi mitano ijayo hii ni msasa media msasa kisasa zaidi